Nchi za Umoja wa Ulaya na Umoja wa Afrika zimesisitiza umuhimu wa kuwa na ushirikiano wa karibu ili kufungua milango ya fursa zaidi kati yao. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa mwishoni mwa mkutano wa kilele uliofanyika Luanda nchini Angola, pande hizo zimetangaza dhamira yao katika kushughulikia athari za mabadiliko ya tabianchi na kukuza matumizi ya nishati jadidifu barani Afrika. Rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa amesema pande hizo mbili zimetilia mkazo muhimu wa kuitatua mizozo kote duniani. And the other wars and conflicts around the world. Pande zote zimesisitiza pia dhamira yao ya kudumisha demokrasia, utawala bora, utawala wa sheria, haki za binadamu na uhuru wa vyombo vya habari. Ushirikiano huo unalenga kuimarisha amani na maendeleo ya pamoja kati ya Afrika na Ulaya.